Kila laheri na baraka. Naamini kura zote za ndio utazipata kutoka kwa wana Lijasafi, akina mama mutumutu vijana jaa mheshimiwa mgeni rasmi Mama Salma Rashidi Kikwete ambaye pia ni mgombea wa ubunge jimbo la Mchinga Kami, Chine, lakini mwenyekiti wetu wa wilaya Bwana Bakar bata, na mwenyekiti wetu wa kata Bin Juma Marisha. Tutahakikisha <bicheno>. <tallilishe> kwamba tunakuwa na mashindano ya kuibua vipaji vya vijana wetu. Mashindano haya yatakuwa katika ngazi ya mitaa, ngazi ya kata na baadaye tutakuwa na mashindano ya ngazi ya jimbo, na hapo tutatengeneza timu ya jimbo. Haya tutayafanya kwa kushirikiana na vyama vya michezo tulikokuwa nani, lakini tutashirikiana na mashirika binafsi na mashirika ya umma ili kuhakikisha kwamba tunainua michezo katika mji wetu wa Lindi, na tutahamasisha wanawake washiriki katika michezo washiriki katika michezo ya, ya netball, lakini pia sasa hivi wanawake wanacheza football. Tutahitaji kuwa na timu ya football ya wanawake, lakini tunapozungumzia michezo futboli peke yake ivi, tunahitaji kuwa na timu ya ndondi na michezo. Kwa hakika michezo sio tu burudani, sasa hivi michezo ni ajira na ajira inayolipa sana. Kwa hiyo ninafahamu nikiwaambia mtaji wa wachezaji hapa mutataja na mishahara yao mikubwa, na sisi tunahitaji vijana wa Lindi washiriki michezo na baadaye waweze kuwa na kipato kikubwa waje kusaidia Lindi. Lakini kuna swala ambalo limeandikwa katika ilani yetu, katika bahari yetu tunatakiwa kufanya beach beautification. Bahari yetu au bichi yetu itatengenezwa katika namna ambayo itavutia watalii, mbali ya lile mliloomba la kujenga ukuta ili bahari isile ardhi yetu. Lakini nataka niwahakikishie, katika ilani kilichozungumzwa ni swala la kutengeneza mazingira bichi isimongonyoke, lakini vile vile kuwe na hali ya kuvutia, ili kuvutia watalii. Na utalii ni ajira, watapatikana watu ambao wanasaidia watalii. Watalii wanahitaji kutembea katika bahari, watu watatakiwa kuwa na vyombo vya kuwatembeza watalii katika bahari yetu. baba kiwanda cha kuchakata gesi kule Likong'o, mradi ule ni mkubwa na ni mradi utakaokuwa na manufaa kwa Wanalindi. Wanalindi watapata ajira wakati wa kujenga na wanalindi watapata ajira baada ya jengo lile kujengwa. Mradi huu unaambatana na chuo cha ufundi cha mafuta na gesi. Kwa hiyo kikianza iko chuo, natoa wito kwa Wanalindi wapelekwe vijana wetu kwenda kusoma. Kutakuwepo na kozi za muda mfupi na za muda mrefu. Kozi hizi zitawawezesha vijana wetu waweze kuajiriwa, lakini mimi kama mbunge wenu nitahakikisha vijana wa kutosha, mafundi waashi, mafundi bomba, mafundi seremala wanapata ajira wakati wa ujenzi wa kiwanda hiki cha kuchakata gesi. Kabla sijampanisha diwani, ningeomba nizungumze kwa uchache, kwa sababu muda si rafiki sana. <coughs> <coughs> Japo zipo changamoto alizonipa mgombea wa udiwani, nataka nizielezee hapa. Swala la uchakavu wa baadhi ya majengo katika shule ya msingi na leo kwanza kwanza, tunahitaji kutoa pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu mpaka sasa tunayo madarasa yasiyopungua sita yaliyojengwa katika shule ya msingi ya Raha Leo, lakini bado tutasimama kidete kuhakikisha kwamba shule ya msingi Raha Leo majengo yake yanakuwa mazuri na inakuwa shule ya kisasa. Shule ile ni kongwe, lakini tunakumbana na mafuriko eneo letu hili la leo. Mafuriko haya yanasababishwa na kutokuwa na mifereji ya uhakika. Ilani ya Chama cha Mapinduzi inaeleza wazi kwamba tutatengeneza mifereji yenye kina na upana wa uhakika kuweza kupitisha maji ili nyumba zetu ziwe salama. Lakini lini tumepewa barabara na serikali katika ilani tutasimamia kuhakikisha barabara za Lindi zinajengwa katika kiwango cha lami, na tumepewa mgao wa taa. Kwa sasa kuna taa mia moja na tano taa hizo zitajengwa katika barabara ya Lindi. <laughs> ya kuzungumza ni mengi, lakini ninalotaka kuwaambia kwa ujumla kwamba mimi Mohamedi Musa Utali nimejitoa kuwa mtumishi wenu na nipo tayari kuwatumikia. Na leo nimepata sapoti kubwa kutoka kwa Mama Salma Kibwetu sana ninaomba kura kwa Mheshimiwa diwani, naomba Mheshimiwa diwani, ninaomba, ninaomba muniletee akumani kikituma kijana msomi mwenye shahada ya elimu na kupendeza. Mama Salma amesoma lii sekondari. Mimi nilisoma elimu sekondari na kitutuma akasoma elimu sekondari. Hapo a, ninaomba nimpe dakika zilizobakia naye aweze kuomba kura. Asanteni sana kwa